Hello ladies and gentlemen, welcome again to Diena Academy Highlights. Sehemu ambayo tunakupatia uh, highlights mbalimbali in terms of news and education kwa ajili ya kusaidia wewe kuwa na proper engagement kwenye ulimwengu wa ujasiriamali kwa njia ya kidijitali, hasa hasa kwenye ekolojia ya blockchain na tukiwa tume specify zaidi kwenye cryptocurrencies. Kwa sasa, kwa sababu ndo industry ambayo ina engagement na watu wengi na iko vulnerable na watu wengi sana bado wana engage kwenye industry wakiwa hawana uelewa vizuri. Kwao tunajitahidi kutoa elimu ambayo ni ya bure pamoja na news tofauti tofauti ili uweze kujua position ya industry iko wapi, na ili uweze kuwa na maamuzi sahihi na kujiepusha na riski ambazo hazina ulazima ambazo ambao kusababisha ukawa scammed. Eh, kwa hiyo hivyo vitu ni vitu vyote ambao tunaviconsider. Tuna free sessions, lakini tuna premium session kupitia uh, akademi yetu www.dnacademy.com au unaweza kufika ofisi zetu Bungo Plaza floor ya kwanza ukakutana na wataalamu wakakusaidia, ni namna gani ambavyo unaweza kuingia na ulimwengu, ukiwa katika mazingira salama, kwa sababu ukielewa nini unachokifanya, na kwa ni rahisi kufanya maamuzi sahihi kama una kwa part of au la. Sasa uh, kabla sijaenda kuongea nini ambacho tunaenda kukideliver leo, nikukumbushe tu tunapewa nguvu na encryptus wallet, moja kati ya wallet ambazo zinakusaidia kuweza kutunza digital assets ambayo ina huduma nyingi sana kwa hiyo tembelea uh, Play Store ama App Store downloading crypto wallet alafu iangalie ilivyo, utaenjoy service like, service nyingi sana una play games, unatunza crypto zako, kujenga ile portfolio yako eh, lakini pia si hivyo tu, unaweza ukatengeneza passive income kupitia coin ambazo unazimiliki which is very good, kupitia staking pamoja na yield farming. Kwa hiyo jaribu hii wallet alafu utupatie feedback, lakini kumbuka kama ni vitu vigeni kwako, tembelea uh, uh, Play Store I mean kama ni vitu vipya kwako, usifanye maamuzi bila kuwa na elimu. Tembelea Diena Academy, tutakupatia msaada ambao utakuelimisha ili upate chansi ya kuweza kuanalyze kabla haujafanya maamuzi. Sasa getting back to what has brought me here today, actually uh, Marekani tunajua ndio nchi ambayo inaongoza kwa kuwa na ATM nyingi sana za cryptocurrencies. Kuna Marekani ina karibu asilimia sabini na kitu I think ya ATM zote ambazo ziko duniani uh, Marekani ina ATM um, zaidi ya elfu ishirini na tisa. I think to be specific kuna ATM elfu ishirini na tisa mia saba thelathini na moja hizo ndio ATM ambazo ziko Marekani so far. na hizi ATM nadhani namba yake inaweza kuwa imeshuka uh, kuanzia tarehe ishirini na tano uh, mwezi wa pili elfu mbili na ishirini na tano kwa sababu uh, kuna senator mmoja naitwa Dublin uh, aliintroduce sheria ambayo inaitwa um, Crypto ATM Fraud Prevention Act. Yani uh, sheria ambayo inazuia fraud kupitia ATM kwa sababu kutokana na records ambayo nilikuwa na cheki uh, wizi kupitia ATM umeongezeka mwaka elfu mbili na ishirini kutoka dola milioni kumi mpaka dola milioni sitini na sita mwaka huu. Sasa hii ilipelekea uh, serikali kuanza kuona kwamba kuna shida ya kuanza kuziregulate au kuzidhibiti hizi ATM namna ambavyo zinatumika. Kwa hiyo huyu senator wa kuita bwana Dick uh, Dabin aliamua kuintroduce sheria hiyo ya crypto ATM fraud prevention ambayo ilikuwa na, na key parts zifuatazo. Number one ni kwamba kama unamiliki ATM, lazima utoe elimu uh, utoe alert, eh, lakini pia uh, una advice kabla mtu hajatuma crypto zake kwenda kwa mtu ambaye hafahamiki. That is number one uh, uh, rule au number one content of the rule. Lakini number pili ilikuwa ni anti fraud policies kwamba kila ATM owner lazima awe na chief compliance officer na ili ku kude develop uh, comprehensive fraud policies ambazo wataziwasilisha kwenye Financial Crimes Enforcement Network au FinCEN kwa ajili ya kuhakikisha kwamba je, yeah, hizo sheria mnazo tengeneza za, za, za, za, kuzuia fraud za kwenye kuendesha ATM yenu ziko sahihi na mnazifuata, kwa lazima waajiri chief compliance officer hiyo. uh, ilikuwa ni sheria namba mbili, lakini namba tatu Mtumiaji mpya yoyote siku kumi na nne za kwanza haruhusiwi kuspendi zaidi ya dola elfu mbili kwa masaa ishirini na nne na haruhusiwi kuspend zaidi ya dola elfu kumi ndani ya siku kumi na nne na kila anapotaka kufanya muamala wa zaidi ya dola mia tano lazima awe live na huduma eh, na yule mtu wa huduma kwenye ATM ya crypto. Na that means waliwalazimisha kwamba lazima kila ATM iwe na live support masaa ishirini na nne uh, basically especially muda wa operation ya kazi sio masaa 24 mm, muda wa operation ya kazi awepo pale, kwa sababu imetokea kwamba watu wengi walikuwa wanaelekezwa tu mako hela hivi henenda hapo, ingiza address yapo. Ni kwamba anaenda kununua crypto anaingiza address ya yule mtu, alafu baada hapo mtu ana anaamsha na group ambao lilikuwa vuna ndipo sana. Kwa mujibu uh, wa taarifa ni wazee au wa staff na kadhalika, and I think hii ndio like, tunakishuhudia hata Tanzania watu wanaoingiza sana kwenye scam ni wa staff na wazee ambao wanakuwa wana, wana, na wana struggle namna ya ku maintain uh, financial status yao wanajikuta wanaingia kwenye scam kwa kudanganywa na watu ambao hawana dhamira nzuri kwenye matumizi ya teknolojia au matumizi ya digital entrepreneurship kwa jamii. Sasa hii wao wakaona ni muhimu sana, anapokuwa anafanya muamala anakuwa anaulizwa hii, unataka kutuma kwa nani? kwa nani unatuma and all that, ili wawe na uhakika kwamba, je, huo mama anaofanya ni muamala sahihi au ndo anaenda kupigwa? Unaona, so another thing um, lazima kila uh ATM iwe registered umeona, kwenye Treasury Department ili waweze kujua kabisa hiyo ATM iko wapi, na i provide point of contact na regulatory uh, uh, uh, department kwamba wawe wana uwezo wa kuwasiliana na department ya, ya na hao wenye wa ATM uh, moja kwa moja wajue na location iko sehemu gani. Lakini pia wanapokuwa nafanya transaction yoyote, lazima kuwe na receipt yenye details zote hash, transaction amount, price, time, contact information kwa ajili ya kuhakikisha kwamba just in case Uh, mtu kafanya muamala ambao sio wanaweza kuwa na refund policy ya siku thelathini. Ndio hiyo sheria ambayo alikuwa ameiweka, lakini kilichotokea ni kwamba baada ya kutangaza hii sheria, ATM elfu moja mia mbili zilizimwa usiku ule ule, eh, zilizimwa zikaacha kuoperate, which means inawezekana kind of some of the ATM zilikuwa implanted zikiwa tayari zinania ovu ya kuweza kuwaskamu watu au kurahisisha watu kuwa which I think it was not a good thing. Na, and, and then, wamefanya kitu, unajua, cryptocurrencies ni in industry ambayo iko decentralized lakini si kwamba haiwezi kuwekewa sheria za udhibiti kwa ajili ya matumizi sahihi ya cryptocurrency, kwa sababu wizi umekuwa ni mkubwa sana kupitia industry, kwa sababu iko flexible and vulnerable. Kwa hiyo, kwa zile nchi ambazo wanaona tayari ile impact ya crypto inazidi kuwa kubwa, wanaimpose sheria ambazo zitasaidia matumizi sahihi ya ATM, kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa sawa. Lakini hii ina maana gani? Baada ya kufanya research mpaka kufika stage kwanza kuimpose hizo sheria E, waligundua namna ambavyo watu wanaibiwa. Moja wapo ilikuwa ni impersonation scams: kwamba mtu anajifanya ni government officer, anakuja pale, anakwambia ujalipa kodi and all that, ili kusaidie, unadeposit hela kwenye account yako. Anamwelekeza nenda kwenye ATM, baada ya pale, akifika anampa address, anatuma. Sasa ukishatuma zile address, kwa sababu zilikuwa hazijadhibitiwa namna ya kuprint receipt, unakuwa uwezi hata kujua hela umetuma kwa nani, kwa sababu it's you are talking to someone ambaye uwezo kujustify kwamba nilituma kwa, kwa fulani. Eh, lakini kitu cha pili ni kwenye mambo ya tech support scam. Mtu anaweza akajifanya ni support wa Apple au Microsoft na kwambia umeshinda. Simu cha kufanya nenda kwenye ATM, hapo fanya hivi, utapokea mzigo wako. Ukiweka hela inaenda lakini sio hivyo tu. Watu wengine wanakupigia simu au wanapewa opportunities kama za kuinvest hizo, nakwambia weka hela humu utapiga hela, sio na nini, unaenda kwenye ATM deposit hivi, ukishamaliza ku deposit, shughuli imeisha. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vimekuwa vikitokea kupitia ATM, kwa sababu it's hard to track, kwa sababu walikuwa hajawekewa sheria ya udhibiti kwamba lazima kuwe na details pamoja na KYC labda na and all that. Kwa hiyo hii kusaidia, mtu anavyoenda kudeposit na mtu na deposit kwa nini and all that inasaidia kupunguza wimbi la watu kuibiwa kirahisi, kwa sababu wengi waenda kutumia crypto hawajui crypto zinafanyaje kazi, lakini wanafika tu hey, ingiza debit card yako andika hivi hela ikishaenda, like shughuli imeisha, unaona. Kwa hiyo wanajitahidi kudhibiti, kuhakikisha kwamba uh, matumizi ya cryptocurrency yanaenda katika mlolongo ambao uko sahihi. Kwa hiyo um, hii inaendelea kuonyesha ni namna gani Marekani sasa wameamua kujenga msingi mzuri wa adoption ya matumizi ya sarafu digitali. Uh, specifically kwa ajili ya kuweza kuendana na sera za rais wa sasa wa Marekani Bwana Trump ambaye amehakikisha kwamba anajitahidi kutengeneza mazingira ya kuintegrate uchumi wa Marekani uh, with the blockchain pamoja na AI, ikiwa ni moja kati ya sera zake. Anaamini kwamba Marekani itakuwa ni leading country kwenye masuala ya cryptocurrencies. So that was it for today, ladies and gentlemen. Kumbuke tu tunapewa nguvu na Crypto Suite kama ambavyo nimesema awali. Kwa hiyo uh, uh, unapotaka kujenga portfolio yako ya sarafu digitali, basi make sure unaenda place una app, download wallet yako. Ukisha download wallet yako, uh, hakikisha kwamba unafurahia huduma zake kwa sababu I believe ukisha download wallet ukajiregister utaona kabisa. So make sure umedownload wallet yako, na by the way ukisha download wallet yako Uh, utatumia huduma za mle ndani, uta play games eh, utafanya staking yield farming eh, na vitu vingine vingi, na it's a user friendly wallet ya by the way, ukiangalia kwa uta enjoy sana, na kumbuka kama ni kitu kipya kwako, kwa, kwa usijali Diena Academy is always there to assist you. Kwa usijiteze sana, kwanza kuumiza kichwa itakuwa kwa kwa ina wakaji hela and all that. Achana na hizo mambo za kujiumiza kichwa. Wewe jitahidi tu, fanya mambo ambayo unaona kabisa unayaweza uh, na na na na, na, na, na kuweza manake, njoo upate elimu. Ukishapata elimu unaweza kujua kwamba ni kitu ambacho kinakufaa au hakikufai, kwa sababu ukishapata elimu you are able now to do a something called informed decision making. Kwa hiyo karibu sana Diena Academy, tuko Ubungo Plaza floor ya kwanza, au unaweza kutembelea website yetu www.dienaacademy.com, alafu ukapata maelekezo namna ya kuaccess access courses za msingi za kukusaidia kuwa na proper and profitable engagement na ulimwengu wa ujasiriamali kwa njia ya kidijitali. Tukutane tena wakati mwingine, don't forget to subscribe. Ciao.